CCM oye! Arusha oe! Mama Samia oe! Arusha stand up, Arusha safi! Chuma cha mjerumani oye! Chuma cha mjerumani oye! Awali ya yote, namshukuru Mungu kuwa mahali hapa kujumuika na wananchi wenzangu wa jimbo la Arusha mjini, kusikiliza yale ambayo mheshimiwa mbunge anataka kutueleza, ambayo ameyafanya, wameyafanya kama chama, tumeyafanya kama chama kwa kipindi cha miaka mitano. Ndugu wana jimbo la Arusha mjini, ndugu wana CCM Sijui nimeishiwa na maneno. But nachoamini Mungu ni mwema. Ninachotaka kuwahakikishia Mama Samia, mmepata kiongozi mzuri sana. Mimi ni mwalimu. Mimi ni mwalimu ni na nimejionea, ninafanya kazi katika nje ya wilaya jiji la Arusha. Mengi yanafanyika sana kule tulipo. Na ninajua mengi pia yanafanyika katika jiji la Arusha kwa sababu pia mimi ni mkazi wa jiji la Arusha. Na Gambo ninajua ataelezea hapa. Ndivyo ninavyoambia kwamba Mama Samia mitano tena Gambo. Wananchi wa Arusha Mjini, nimemwita chuma cha Mjerumani kwa sababu ni chuma ambacho jua liwake mvua inyeshe hakipati kutu, jua liwake mvua inyeshe hakipati kutu lake ni alhamdulillah na la kwake Mungu ni mwema, ni mwanamme na nusu mimi. Ninakaa naye huyu, namjua. Huu ni mwaka wa ishirini sasa nimejuana na Gambo elfu mbili na nne. Ninamjua misimamo, ninamjua unyenyekevu, ninamjua ucha Mungu aliyonao, ninajua roho yake ya imani aliyonayo na anayoyafanya kwenye watoto wenye mahitaji na watu wenye mahitaji maalum, ile siyo siasa na siyo maigizo, ile ni asili ya Gambo. Niwahakikishie, mmepata mwanaume kweli kweli. Na mimi Gambo, ningekuwa nimeolewa na Boya ningeshaomba talaka. Gambo siyo mtu wa bla bla, Gambo sio mtu wa porojo nyingi kwanza akisikia kelele kichwa huwa kinamuuma ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi akiahidi anafanya amefanya mengi ambayo aliahidi na ninajua bado ataendelea kuahidi Gambo ni kuhakikishie tunakuombea kwa mungu jua linyi wake mvua inyeshe tunakuombea kwa mungu wewe songa mbele sisi magoti yetu yanaenda kwa mungu Amini, una jeshi kubwa, una jeshi la kina mama hapa na kina baba hapa, na vijana tunakuombea wewe. Yako ni chapa kazi, timiza ahadi ulizoahidi kwa wanajimbo la Arusha mjini. Hayo mengine ya Mungu tuachie sisi, tunasali sana. Niwape siri moja, mimi kwenye simu yangu screen ile nimemweka Gambo. Sio kwamba nimemweka kwa sababu ni watu wajue kila nikiona picha yake ninamtamkia maneno ya baraka, kila nikiona picha yake ninamtamkia maneno ya ushindi. CCM oye! CCM oye! Gambo oye! Gambo safi! Mama Samia oye! chuma cha Mjerumani oye! Kaskazini, kaskazini, hatuolewi na maboya, maboya ambayo ni CCM oye. Keep it up Gambo.